Naam, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo Baba Levo amezungumza na waandishi wa habari ni haswa kuhusiana na issue ya ndoa ya Diamond Platnumz, ambavyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimeleta kizungumkuti, imeleta maswali mengi sana hapa town na watu wengi sana wanataka wafahamu exactly kwamba nini ambacho kimetokea kati ya Zuchu na Diamond Platnumz, ni kwamba ndoa ipo au haipo. Kwa kifupi ni kwamba Baba Levo bwana ametilia, ametilia mkazo, amegongelea msumari hapo hapo, hapo akidai kwamba uh, Zuchu na Diamond Platnumz ndi wapo wa kwenye ndoa ni yani, hicho ni ambacho ni fact kwa mujibu wa Baba Levo, amedai kwamba of course wako kwenye ndoa kama kawaida, lakini pia vile vile, amezungumza kuhusiana na taarifa ambazo alizokuwa amezitoa Mange kwamba Zuchu na Diamond baada ya kuoana siku kama nne hivi mbele Diamond akatoa taraka tatu kwamba eti Mama Dangote alikataa ndoa hiyo, kwa sababu Diamond alifunga hiyo ndoa kwa siri, umeona bwana eh eh, na Mama Dangote amtaki Zuchu kwa mujibu wa Mange Kimambi. Sasa Baba Levo amekuja, amesema kwamba eh, bwana Inshu ambayo ameizungumza Mange Kimambi haina ukweli wowote. Zuchu ameolewa na Diamond na Mama Dangote ameridhia swala hilo, ameruhusu kijana wake aoe, na ndio maana hata Diamond alivyokuja kuposti bwana ni kwamba Mama Dangote alikuja akasupport, umeona eh ehe, kwa hiyo Mama Dangote alikuja akasapoti na akabariki ndoa hiyo, the same pia kwa upande wa mama, wa mama Hadija Kopa So Baba Levo amesema kwamba Mange anatoa taarifa sometime hazina ukweli, na kama anataka taarifa za undani zaidi kuhusiana na familia issues ambazo zinaendelea pale Wasafi, ni heri hata angekuwa anamlipa yeye Baba Levo ili awe anavujisha hizo taarifa kwake kuliko kutoa taarifa ambazo hazina ukweli. Yani Baba Levo anadai kwamba watu wanamtumiaga taarifa Mange, na Mange anawalipa, wanampiga tu pesa, taarifa za ukweli. Yeye bora hata angekuwa anamfuata yeye Baba Levo, ili awe anamuomba Diamond, bwana, hii naomba hii habari niuze kwa Mange, nipige pesa so hicho ni kitu ambacho pia Babalevo amekizungumza. Okay, ukiachana na hilo, kuna issue ambayo tuliiona katika ndoa ya Juksi. Mm, tuliona kwamba Zuchu na Diamond walikuwa wamekaa mbali mbali siku ile ya harusi ya Jux, na Babalevo akadondosha hilo hilo jibu short and clear kwamba sababu ya hawa wawili kukaa mbali bwana, ilikuwa kwamba siku ile waligombana, lakini walivorudi nyumbani wakapatana wakaachana na hiyo pia vile vile. vile ilevile, ni kwamba Babalevo amezungumza kuhusiana na sababu ambazo zimefanya Diamond afunge ndoa na Zuchu. Kwa mujibu wa Babalevo, amesema kwamba Zuchu ni mwanamke ambaye ametulia sana hana tabia ya, ku, ya kuchepuka na hiyo ndiyo sababu ambayo imemfanya Diamond afunge ndoa na binti huyo. Wakachana, okay, hilo pia, kitu kingine ambacho amekizungumza Babalevo katika conference hiyo na waandishi wa habari, amezungumza kuhusiana na issue kwamba kwenye ndoa ya Diamond na Zuchu walikuwa wamehudhuria wali tukio hilo kushuhudia hiyo ndoa. Baba Levo amesema kwamba walikuwa saba tu, yeye Diamond, alafu Zuchu na Sheikh mwenyewe. Hao ni watu wanne, lakini kuna watu watatu ambao walikuwa behind the scene ambao yeye Baba Levo hakutaka kuwataja. Ukachana na hicho pia nakupa highlights za haraka haraka kuhusiana na mazito ambayo Baba Levo ameyazungumza katika hiyo press conference. Jingine ni kwamba Zuchu Zuchu atamzalia Diamond mtoto wa kiume, na hicho ni kitu ambacho Baba Levo amekizungumza kwamba kwa vile sasa hivi ndoa imeshapita. Hapo awali bwana, ni kwamba Zuchu alikuwa hataki kuzaa na Diamondi sababu ni kwamba alikuwa hajaolewa. Sasa sasa hivi ameshaolewa basi moja kwa moja yeye Baba Levo anataka Diamondi apate mtoto wa kiume na atamfundisha cha kufanya nini ili apate mtoto wa kiume kwa sababu yeye Baba Levo anajifaa anadai kwamba yeye ni pro ana watoto takriban watano. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa basi ukaachana hilo pia kadondosha kijembe kwenda kwa Mwijaku kwamba gari ambalo Mwijaku alikuwa anatamba juzi kwamba amemnunulia mkewe ile Mercedes Benz amesema kwamba Mwijaku amenunua milioni 87 kwa mujibu wa baba Levo, wanasema kwamba ni uongo. Ile ile gari walienda kununua pamoja, yeiya Mwijako pamoja na mkewe wakaenda wakainunua, na ile gari sio ya milioni 87, ni ya gari ya milioni 29 tu.